ili muweze kuanza kunufaika na kampeni hii ya kisheria ambayo yeye aliibuni. Aliponituma amenipa pia na nafasi ya kutoa salamu kwenu kutoka kwake. Watanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi makubwa amenituma kuleta salamu za upendo na heri kwenu wa Tanzania na Salamu hizi zimeungwa mkono na Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, na yeye pia anawasalimia. Vile vile tumepata bahati leo, Mheshimiwa Dr. Hussein Alhasan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza mapinduzi, amenituma kuleta salamu. Pokeeni salamu zenu kutoka kwa viongozi wetu hapa. Pamoja na salamu hizi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 yanayovunja haki na yale ambayo tunaona maeneo kadhaa Watanzania wakipata athari.